Bipip. Yani wewe kila muda unacheza hii midude, uwe unasoma muda mwingine bwana ah. Shini mishoma, baba asubuhi kusoma asubuhi haitoshi. Elimu inatakiwa uweke mbele kama kipaumbele. Unacheza cheza midude ndio nini sasa? Nitasoma usiku ah. Alafu baba nini, walimu wamesema twende na michango shule kifungua. Ah, usijali nitaklia hiyo <coughs> <coughs> Nisikilize, milioni kumi, tuma kwenye namba yangu ya benki alafu. Milioni tano hiyo baki nayo, kunywa maji. Alafu nisikilize, mzigo wangu simamia vizuri, kesho niwe nimesha upokea. Hey. Yes, amesha kuandalia chakula Uh, nitaenda kula saizi na refresh kidogo mind, nacheza cheza game. Nitaenda kula baba. Okay nini? mm. mm. Tena baba, umejamba sasa? Kama umejamba nisikwambie, toka hapa. ah. umejamba tu yaani, mitoto ya siku hizi haijui hata kutunza siri. Umejamba.